Akizungumza na ITV mkuu wa wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma bwana Simoni Chacha anathibitisha kuonekana kwa mtoto wa mnyama huyo ambaye wananchi wa kijiji cha Jakika walilazimika kumfunga kamba mguuni na kisha kumpeleka ofisi ya kijiji hicho. Wananchi walimwona alfajiri pale, wakawa wamemchukua, wakamtunza, lakini bahati nzuri waliwapigia simu ndugu zetu wa TANAPA ambao wako maeneo yale, au wakaenda wakamchukua na wamemhifadhi kwenye kituo chao kilichopo pale kata ya Karuru, na wanaendelea kumhudumia wakati wakiendelea kufanya taratibu za kumsafirisha kumpeleka mjini Songea. Hata hivyo, bwana Chacha anaeleza hatua zilizochukuliwa na serikali kuhakikisha wananchi wa maeneo hayo wanakuwa salama dhidi ya wanyama hao, kwa sababu ya wasiwasi tulionao kwamba hawa wanyama huwa wana hawapotezi kumbukumbu kwa urahisi nahisi kwamba mama wa huyu tembo mdogo anaweza akafika kule akaanza kufuatilia ni wapi aliko mwanae. Tumewaweka e, vijana wetu wa TANAPA wako wameweka pale e, kambi kwa muda kuhakikisha kwamba e, sije katokea wanarudi tena, na unajua wakija wanaweza wakawa na na madhara, wanaweza wakaja wakafanya fujo kwa, kwa, kwa, kwa binadamu na wakatuletea hasara nao baadhi ya wananchi wa tarafa Matemanga akiwemo diwani wa kata Jakika Bwana Ausi Mauridi wakizungumza kwa njia ya simu wanasema, kuna askari wa VGS ambao wanazunguka maeneo. En, eneo ni kubwa sana ambao lina uharibifu hawa wanyama wa, wa, wa, wa, lakini pia ma, maeneo yote sio kama yanafikiwa en, kwa wakati na askari ya VGS. Kwa hiyo kitu yaweza kufanya ni kuongeza askari na kuongeza nguvu ya askari ambao wanaingia, wanaingia kufukuza hawa wanyama wa ulinzi ukamilike au uongezwe, kwa sababu makundi ya tembo yapo mengi. Unaweza kakufukuza ku, kundi hili mm, likaenda hifadhini linakuja kundi lingine. Sisi tumepokea maelekezo kutoka kwa mkuu wa wilaya, yeah. Na hizi ndio kazi zetu, tutaendelea kuhakikisha wananchi katika maeneo haya watakuwa salama salimini. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, ni mimi Imanuel Msigwa, ITV.